Farida Kadzo alikuwa msichana wa miaka kumi na saba kabla ya kukumbana na kifo cha kikatili Ijumaa ya tarehe sita mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kulingana na maelezo ya familia yake, Kadzo, mama ya mtoto mmoja, alishambuliwa na kudungwa kisu cha shingoni na mwanaume mpenzi wake baada ya mvutano kati yao. Rose Wambua ni shangazi ya Farida na anasema wawili hao hawakuwa wameoana. Akamwita Farida, wakaenda kando, wakazungumza kwa mda wa lisali moja hivi baada ya hapo akatoka huko na kijana wakakuja hapo nyumbani kwa nje kwa baraza, wakakaa, wakatoa chakula, wakala wote wakashiba. huyo kijana akainuka, akatoka, akashika njia. Farida akaweka vyombo kwa ya nyumba na akatoka, akasema nenda kuchukua simu kwa moto. baada kama dakika ishirini tukasikia sauti huko nyuma, tukitaka kujua ni nini, tunataka kufuatilia hiyo sauti, tunamwona Farida ndio anarudi mbio akiwa na kisu kwa koo na akaanguka akachomoa kisu na akawa ndo ameenda kabisa. Hivyo Agri Juma, afisa katika shirika la International Justice Mission ambao anasaidia familia hiyo kupata haki, anasema Kadzo, ambaye mwili wake unatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa maiti, alikuwa mhanga wa tukio lingine la kubakwa akiwa na umri wa miaka 13 na tunaomba serikali kupitia wadau katika sekta ya haki kufuatilia hii kesi kwa kina na kuhakikisha kwamba uchunguzi umefanywa vyema na kesi hii imepelekwa na kushtakiwa kotini ili haki iweze kupatikana kwa familia hii ya Farida ambayo tuko nayo leo. Na ukiangalia karibu kila wiki mwaka huu kumekuwa na kesi kama hizo zikiwa zinaripotiwa, na kuna zingine nyingi ambazo hazijaripotiwa. Kwa hivyo shida ya dhuluma dhidi ya wanawake ikiwemo vifo uh, vinavyotokana na masuala kama haya ni jambo ambalo bado ni tatizo. Na sisi kama serikali ama kama serikali ya Kenya hatujafanya ipaswavyo if, ili kuhakikisha kwamba kesi hizi zinaisha. Mauaji ya Kazo yanayotokea huku, wanasiasa wa kike pwani ya Kenya wakiendelea na kampeni ya kutokomeza mauaji ya wanawake End Femicide, huku wakikusanya maoni ya jinsi swala hilo linaweza kushughulikiwa nchini Kenya kwenye kikao cha seneta mteule miraj abdulahi na wanawake kutoka mombasa kukusanya maoni yao imebainika mvita ina kesi nyingi za dhulma za kijinsia ambazo hazijaripotiwa rasmi na wahusika wamekubaliana kuzisuluhisha kisiri simunajua tuko na dada ya shupavu pale kwa kabinet anaitwa waziri soipan tuya na nitapendekeza kwake tuweze kuwa na somo la lazima kwa watoto wote ambao wanakuwa recruited. Katika forces zote NYS National Police Kenya Army waweze kupewa mafunzo ya kijinsia, ili mtu yoyote atakapotumwa kikazi mahali kokote ataweza kutatua matatizo ya kina mama na watoto. Wanawake wamelalamikia kwamba kesi za dhuluma zinachukua muda mrefu kusikizwa na kuamuliwa, huku wakiomba serikali kupanga jinsi ya kuwapa ridhaa au fidia wale waliodhulumiwa wakosaji wanapohukumiwa. Umepata mtoto amelalitiwa eh, ama mtu mzima amebakwa, hakuna aibu, musifiche kina mama, ni mujitokeze na haya mambo yazungumzwe, fuatilizia hospitali, polisi polisi, pia wajua hospitali, wajua mpaka kotini. Na sisi mnaotuona hivi tukizunguka, kwa hizi kesi twa kufuata mpaka kotini tuone haki, mfanya nini intende Mkurugenzi wa masuala ya jinsia katika jimbo la Mombasa, Esta Ingolo anasema kuwa ingawa serikali ya Mombasa imechukua hatua nyingi, ikiwemo kujenga kituo cha Situation Room na pia kupitisha sheria dhidi ya dhuluma hizo, wanawake wanahitaji kuimarishwa kiuchumi, kujitegemea ili kuondoa unyanyasaji. Hatuna maneno mengi, maanake baadhi ya vitu watu wamesema hapa. Kesi ipelekwe haraka, survivor angaliwa, ata survive vipi, psychosocial support tupate, tuhakikishe kwamba kama ni kesi ifuatiliwe vile inavyotakikana, polisi wafanye kazi yao, na polisi ya hawezi kufanya kazi bila kupewa tools za kufanya kazi, kwa sababu it's not enough to have a gender desk with no facilitation desk, haina gari, haina pesa, haina chochote. One police station inategemea gari moja, ambayo hiyo gari ndio inatakana ikashike mhalifu, gari ka respond kwa kitu itaangalia mambo ya GBV sa ngapi? Mbunge wa Likoni Mishi Mboko ambaye pia ameandaa matembezi na mikutano ya uhamasishaji, amesisitiza kwa dhulma za jinsia sio swala la wanawake pekee, akiwahimiza wanaume kushiriki katika jitihada za kukabiliana na uovu huo katika jamii. Na hii GBV si watoto wasichana peke yake, tumeona vijana wetu wakilawitiwa ama wakiwa sodomized na hizi maneno zinafanyika mpaka mashule zinafanyika mpaka kwa taasisi zetu za kielimu. Sisi kama jamii lazima tushikane pamoja. Mwaka jana, Rais William Ruto alitoa shilingi milioni mia moja kwa mashirika ya kijamii, makundi ya wanawake na viongozi wa kisiasa, kutafuta maoni na kubuni sera itakayoongoza nchi jinsi ya kukabiliana na janga hilo nchini Kenya. Coco FM ladha ya pwani.